Naam. Wa fil hadith. Na katika hadithi anasema man kanat lahu mraatani famala ila ihdahuma, atakayekuwa na wake wawili, atakayekuwa na wake wawili, famala ila ihdahuma, akamili na kulemea kwa mmoja wao hapo adilifu umemshinda, huku analala siku tatu, huku siku moja ha? Mara siku zingi, mara amepotelea huko mwezi, akija hapa anapita tu ha? Anapita tu hamjambo, hapa salama, wapa, salama. Ha? kuna shida gani? Basi naondoka, yeye yuko kule tu, hamkumbuki mke wake wa pili, yeye yuko na mke cha jaa yaumul qiyama, atakuja siku ya kiyama mtu huyo, washikuhu mailun, na upande wake mmoja umeinama. Yes, alimili upande mmoja, basi atakuja siku ya kiyama akiwa ameinama upande mmoja, ikiwa ni adhabu kwake kwa jambo alilolifanya hapa duniani, na ni ishara na ni alama kuonesha uyule alikuwa ana mili upande mmoja kati ya wake zake. Kwa hivyo watu wamesimama wima, na wewe umesimama uko upande upande, namna umemili upande mmoja, yani inaonesha dhahiri kabisa kwamba hii ni adhabu yako. Wewe utafufuka nayo siku ya Kiyama, kama ilivyo wale wala riba watafufuka na matumbo makubwa, mpaka akisimama tumbo lile kubwa mno linamzidia, anaanguka. Akisimama anaanguka, kutokana na riba aliokuwa anakula. Matumbo yao yamekuwa makubwa sana. wana, wana, wanaadhibiwa kabla ya hukumu, hiyo ni kabla kabla ya hukumu ana, anapata adhabu hiyo. Kwa hivyo na watu ambao wanawake wawili nao wajitahidi katika, katika uadilifu pia imekuja katika hadithi nyingine, naha nabiyu sallallahu alaihi wasallam an maili rajul ila ihda nisaihi. Ah, naam, ni sherehe ya, ya, ya hii ya hii hadithi, imekatazwa hilo, kwa maana ya kwamba katika matumizi na katika kugawa zamu na katika huduma ah, Usiwe ni mwenye kumili upande mmoja, bali wake zako uwahudumie kwa namna iliyo sawa.